Msikilizeni kwa umakini sana huyu mwanamke anachokiongea, msikilizeni kwa umakini sana, alafu niachie comment umemwelewa alichokiongea mwanamke. Akiwa na miaka kumi na nane mpaka miaka ishirini atakwambia mimi siwezi kuolewa kwa sasa, kwa sababu umri wangu mimi bado ni mdogo. Akifikisha miaka ishirini na tano mpaka miaka thelathini anakwambia wanaume wote ni mbwa, kwanza mimi siwezi kuolewa. Yaani watu wanaweka kuolewa kama ni jambo la lazima. Sio lazima wote tuolewe, mnaona kama ni jambo la sifa. Kwani ndoa ni kitu gani? Sasa fainali kishafika miaka 30 kwenda kwenda 35. Wanawake wengi pale sasa ndio huwa wanaanza kuchanganyikiwa. Wanaanza kushtuka kwamba ha kumbe kuna wakati sasa nachuja. Mahitaji yake yameshaanza kuwa madogo, hahitaji kina wanaume. Ndio wanaanza kuhaha. Yaani jamani, sasa hivi tukipata hata wanaume wa kukuachia elfu mbili nyumbani, olewa tu ndugu yangu. Maisha haya ni hivyo, ni hivyo hivyo. Ni kuolewaga hivyo hivyo. Kwa bahati mbaya, ukishafika wakati ambao umejishtukia kwamba unataka kuolewa na mwanaume yeyote, hata huyo yeyote pia hakuhitaji wewe kwa sababu umri wako utakuwa umeenda. Baada ya hapo mnaanza kushinda kwenye magrupu ya WhatsApp mkiomba maombi ya usiku, sijui nini mambo kibao. Lakini wakati wako ulijipotezea mwenyewe. Mimi nakusihi wewe binti kama uko tu mtaani, usomi, ufanye nini, ufanye nini na unakataa hizo bahati za kuolewa. Kwa kusikiliza haya maneno ya wenzako wanayokuambia kwamba sio lazima wote tuolewe, kwani ndoa ni kitu gani? Ipo siku unapokuja kuyajutia hayo maneno, utakuwa peke yako. Wenzako wanaongea hivyo wameshapoteza wameshapoteza hawawezi tena kupata mtu wa kumwoa, na sio kwamba kuongea kauli hizo za kishujaa inamaanisha kwamba yeye hahitaji ndoa. Sio kweli, ndani ya moyo wake anahitaji ndoa na ndo na ndio huwa wanajaa maneno ya wa kujitirisha huruma, kwamba wewe ukiona wewe umebahatika, Mungu amekupa ndoa amekupa mtoto, usimcheke mtu yeyote. Lakini hapana jamani, wengine tulikuwa tunawaona tangia mabinti, kazi yenu ilikuwa ni kuchagua chagua wanaume. Hamtaki mwanaume huyu, mimi simtaki, mara mimi umri wa kuolewa bado. Na kwa kuwa ulikuwa unahitajika na wanaume wengi, ukachanganyikiwa, ukawa sio mtu wa kukubali kuolewa, kwa sababu unaona utajizibia nafasi ya kukimbizwa na wanaume wengi, wengi wanakufukuzia wewe. Binti, usijaribu kabisa kuingia kwenye mtego wa watu wenye maneno kama haya, kwa sababu majuto mwisho yatabaki kuwa yako wewe. Ukipata mtu olewa, olewa kabisa, mtu asikwambie kwamba ndoa sio jambo la lazima. Wewe kama mwanamke una umri, una umri wako ambao utawika na kuna umri ambao, yani hata sauti yako yoyote haitasikika, kusio kuika tu hautasikika kabisa, yani watu watakuwa tayari wameshahama kwako, kwa wana focus na mabinti wengine, kwa sababu lazima ujue hii ni generation inakuwa kila siku wanazaliwa watu wengine wapya na wazuri, wengine wanazaliwa. Kwa hiyo wewe, kigezo cha wewe kuwa mzuri isiwe sababu ya kukataa kuolewa. Kigezo cha kusikia wenzio wanakwambia kwamba ndoa sio jambo la lazima lisiwe jambo la wewe kuamini. Wanalia ndani ya mioyo yao, na ndoa wanazitaka sana Sema kwa vile tu hawazipati, na ndio maana wanaungana hiyo, wanaungana mikono kwenye hiyo hoja kwamba sio lazima wote tuolewe, au ukibahatika usiwaseme wenzio na nini, maneno kibao, lakini ndani yao wao wanajua walishapata bahati nyingi na wakazichezea. Kwa hiyo zilisha hama tena kwa upande wao, upepo umehamia tena kwa mabinti wengine. Kwa hiyo anakosa wanaume wa kumhitaji na anakosa wanaume wa kumuoa na anakosa pia hata yule wa kupumua tu. Kuna umri ukifika, hata yule anayepumua naye anataka binti mdogo, shauri yako kama usiki hapo sasa ndipo wanawake wengi huanza kumrudia Mungu. Hapo ndio utaona wana wanawake wengi wanaokoka kila ibada hakosi, kila maombi hakosi. Unashangaa kila akiingia kwenye maombi analia tu. Unajiuliza shida nini? Huyo au kila akiingia kwenye maombi anashikiliwa na Roho Mtakatifu? Sio anashukiwa, sio kila analia kwenye maombi, basi anamrudia Mungu. Anajuta alivyowahi kuvifanya wakati yeye akiwa binti. Ameshafikisha miaka 30 mpaka 35. Hapo alipo ana watoto, kichwa kinawaka moto. Awalipia ada shuleni. Awanunulie madaftari, awanunulie awanunulie uniform. Ahakikisha wamekula, wamevaa vizuri mavazi ya nyumbani. Wakiumwa awatibie, akiumwa yeye ajitibie. Anaanza kulia sasa, nawaza hapo, ningekuwa angalau na mume, angenisaidia vitu vingine. Sasa mume hana kama hana nyumba, bado hajajenga, alipie kodi, alipie umeme, ajinunulie simu, ndio amechanganyikiwa sasa. Hapo ndio anakuta wanawake kama hao, ambao wamefika miaka 30 mpaka 35, na hawana mume. Akibahatika mwanaume ambaye yupo kwenye ndoa, mwanaume mwingine, mume wa mtu, yani akajichanganya kwake, ndio anamngangania yani, hamwachi. Dada, achana na mume wa mtu. Mimi simwachi, si anamsaidia vingine, kwa hiyo kumwacha inakuwa ni ngumu. Yuko tayari kuwa mchepuko wa mume wa mtu, atafanyaje? Sasa yuko tayari mpaka hata wengine kuingiliwa kinyume na maombi, ili alishe tu watoto. Haelewi kwamba analisha watoto laana. Ndio wanawake wengi akishafikia kwenye umri utasikia wanasema hawafikishi kileleni. Shida ni nini? Kichwa kimewaka moto, huwezi kumridhisha mwanamke ambaye ana mawazo mengi, ana stress, ana stress ya vikoba, watoto walipie ada, alipe kodi ya nyumba, biashara haiendi vizuri. Huwezi kumridhisha kwa sababu ana mawazo mengi. Anawaza atafanyaje? Huwezi kumfanya lolote mwanamke kama huyo. Hapo alipo kila biashara akijaribu kuifanya haiendi ina feli. Kwa sababu gani ina feli? Aliwahi kulala na wanaume wengi. Zile roho za wale wanaume ambao alilala nao ziko zinafanya kazi ndani yake. Zimeachilia malaana. Kuna wanaume alikutana nao wametoka kwenye ukoo ambao ni umaskini, ukoo ambao ni, um, ni matatizo So zile mazao zao ziko ndani yake, zinafanya kazi ndani yake, kila biashara kijaribu kufanya ina feli. Hapo alipo, ndo madhara sasa yanaanza kuonekana, yale ambayo alikuwa anaweka siji mnato, siji, alikuwa anaweka dawa za kubana, siji uke, siji mnato, madawa ambayo alikuwa anazuia mimba, anachoma sindano, vijiti, ndo madhara yanaanza kuonekana. Utasikia kauma kansa, kansa siji uzazi, kansa siji ya, ya matiti, yani anaanza kuumwa magonjwa ya ajabu, na hana mume wa kumsaidia. Ndo anaanza kumuona muhimu sasa wa mume, kiburi chote kinamtoka, magonjwa na mwandama watoto wataumwa, watataka kula, watataka kuvaa. Na yeye ataumwa, atataka kula, atataka kuvaa. Kodi itatakiwa, umeme sijui itatakiwa, hana mtu wa kumsaidia, kichwa kimewaka moto, kipo lelelele. <laughs>